Hawanioni raia yani? Mimi kweli kongwa, nipeleke kituoni? Samahani kwa kweli, watanifukuza kazi kwa sababu hii pombe

Sawa baba, tulegezee kamba tuweze kukupanga maana hii hatari. Baba, unakunywa unaonja ndugu yangu. Huyo huyo komba. Baba. Ndivyo alivyo, unakunywa unaonja. Yenyewe. Mimi ni Mjerumani pegi. Yenyewe. Kwa heshima ya gongo, kwa heshima ya gongo au kipima cha mwezi, inabidi tunaipigia magoti, um. a